Katika maono mengine Mungu akanionyesha mtumishi wa Mungu ambaye ni askofu mkuu wa makanisa. Na katika haya maono, nikajiona nipo katikati ya kusanyiko lake kanisani kwake, na tulikuwa wengi sana, lakini nikaanza kustaajabu mbona kama kuna giza. Na yeye alikuwa mbele kule akitoa maubiri yale, akisema kwa msisitizo wa wow, ukali na kwa nguvu sana, lakini nikaa nashangaa mbona sikiki, mbona nayaongea hayo yote na sauti haitoki? Nikaa nageuka huku najaribu kuangalia kama wenzangu wana e, sikia vile navyosikia. Niliyaona e, hayo maono mara ya kwanza, na usiku uliofuata nikayaona hayo maono na nilipoyaona mara ya pili ni kama ili picha nilikuwa naiona huku inaondolewa polepole. knsa nilistaajabu, niliomba nili sana, niliomba sana. Kwenye haya maono, ninataka tu niongelee nini maana ya kukosa sauti kwenye ulimwengu wa roho, ili tujue inavyotupasa kuomba. Kukosa sauti maana yake ni ishara ya kupoteza mamlaka. Musa anaenda mbele za Farao akiwa na ujasiri, kwa sababu Mungu amemwambia itakuwa, wasiposikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Kwa hiyo ile ndo ilikuwa konfidensi ya Musa kwamba ninaenda na nitakuwa na mamlaka kudhihirisha kwamba nimekutana na Bwana. Cha ajabu, Farao anamwambia, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Na anawaleta wachawi wake na wanafanya pia ishara kwa pale, zilikuwa zinagombanishwa mamlaka, zinagombanishwa sauti, ni ishara zinafanyika, haziongei u hakuna kinachosikika pale, kwa sababu ni vitu tu vinageuka, fimbo inakuwa nyoka, lakini ilikuwa inatuma ujumbe kwamba mamlaka ya Bwana aliyokuja nayo Musa ni kubwa kuliko ya wachawi. So tunapoteza sauti kwa sababu ya kupoteza nafasi Trafiki akivua mavazi yake ya trafiki, hata anyooshe mkono kiasi gani, magari hayatasimama katika nafasi yake. Na uniform zake anakuwa na sauti, ahitaji kuongea kinyosha tu mkono, gari kubwa imesimama gari dogo imesimama. Samaki ukimtoa nje ya maji anapoteza sauti, ndio maana anakuwa hana mamlaka nje ya maji kama alivyo na mamlaka ndani ya maji. Kwa hiyo natamani mili wa Kristo ujue uthamani wa, wa mtumishi huyu wa Mungu hasa katika siku hizi za mwisho. Tuna sana ni baba kwa vizazi, na rehema za Mungu zinatuhakikishia kwamba haishindikani. Biblia inasema hata mwanzi uliopondeka sitaukata na tambi ufukao moshi sitauzima, kwa sababu mpaka Mungu anatuendelea kutuweka hai ni kwa sababu anaturehemu na anatupenda. Ninaomba kila mmoja katika mwili wa Kristo aombe uhifadhi wa kanisa na uhifadhi wa mtumishi huyu wa Mungu, lakini zaidi ya yote urejesho wa nafasi, kwa sababu tuna mhitaji zaidi ya tunavyoweza kujua. Ni hazina kwenye ufalme, ni hazina kwenye taifa, ni hazina kwa vizazi. Nikuombee wewe utakayeomba, neema ya Mungu iwe juu yako, Bwana na akuficha na akutunze katika jina la Yesu.